Hii ndiyo dawa ya mchawi, wala usihangaike. Ndugu zangu, leo nataka nikutie moyo. Watu wengi wanaishi kwa hofu, nimerogwa, kuna mtu kanifanyia, ndoto zangu si nzuri. Lakini ukweli wa kibiblia ni huu: Shetani hana nguvu kuliko Mungu, uchawi hauwezi kushinda aliye ndani ya Kristo. Biblia inasema yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia Yohana wa kwanza, mstari wa nne. Leo nakupa dawa ya mchawi, siyo dawa ya miti, siyo ya waganga, bali dawa ya mbinguni. Ukishika haya mambo matano, hutahangaika tena. Jambo la kwanza, kaa ndani ya Kristo. Msingi wa ushindi siyo kupambana na mchawi, ni kukaa ndani ya Kristo. Yesu alisema, kaa ndani yangu nami ndani yenu. Yohana 15 mstari wa 4. Kuna mtu alikuwa anaogopa sana usiku, kila akilala anaota ndoto mbaya. Akaenda kila mahali kutafuta msaada, lakini hakuwahi kuishi maisha ya toba wala maombi. Alipokuja kwa Mungu kweli, akaacha dhambi, akaanza neno, akaanza maombi, ndoto zikaisha bila mtu kumfanyia chochote. Somo. Uchawi hupata nafasi pale tunapotoka nje ya Kristo. Lakini ndani ya Kristo, ulinzi wa Mungu unakufunika. Biblia inasema, hakuna laana isiyo na sababu. Mithali 26 mstari wa pili. Jambo la pili, ishi maisha ya utii. Utii ni kinga ya rohuni. Israeli walipokuwa wanamtii Mungu, hakuna adui aliyewashinda. Lakini walipo asi, wachawi mataifa na adui waliwashinda. Heri mtu asikiaye neno la Mungu na kulishika. Luka 11 mstari wa 28. Ukweli mchungu, watu wengi wanalaumu wachawi, lakini wanaishi dhambi waziwazi, wanachukia, uwivu, uasherati, uongo. Shetani hahitaji kukuroga kama tayari uko nje ya utii lakini ukikaa katika utii Bwana atakuamuru baraka iwe juu yako. Kumbukumbu 28 mstari wa nane. Jambo la tatu, jaza kinywa chako na neno. Yesu aliposhambuliwa jangwani hakutafuta mafuta, hakutafuta mtu, alitumia neno, imeandikwa, Mathayo 4. Daudi alipokutana na Goliathi hakutegemea silaha, alijua Mungu wake wewe wanijia kwa upanga nami na kujia kwa jina la Bwana Samueli wa kwanza, kumi na saba, mstari wa 45 Shetani anaogopa mtu anayejua neno mtu anayelinena mtu anayeliishi Uchawi hauwezi kushinda neno la Mungu Neno la Mungu ni hai lina nguvu Waibrania 4 mstari wa 12 Jambo la nne, omba bila kuchoka maombi siyo kelele, ni mawasiliano ya mamlaka. Ombeni bila kukoma, wa Thesalonike, wa kwanza tano, mstari wa 17. Danieli aliombewa mabaya arogwe kwa sheria, lakini hakubadilisha ratiba ya maombi. Matokeo, Mungu alifunga vinywa vya simba. Mwenye haki ana maombi yenye nguvu sana, Yakobo tano mstari wa kumi na sita. kumbuka mchawi anaweza kuomba gizani, lakini maombi ya mwenye haki yanafika mbinguni. Jambo la tano, usiishi kwa hofu. Hofu ni mlango wa mashambulizi. Mungu hakutupa roho ya hofu, Timotheo wa pili moja, mstari wa saba. Ayubu hakuharibiwa na uchawi, aliharibiwa na hofu aliyokuwa nayo moyoni. Kile nilichokiogopa ndicho kilichonipata. Ayubu tatu, mstari wa ishirini na tano. Lakini aliposimama tena katika imani Mungu alimrundishia mara mbili. Mpendo, usimpe shetani silaha ya hofu. Ukisimama kwa imani, hakuna silaha itakayofanikiwa Isaya hamsini na nne mstari wa kumi na saba Ndugu yangu, hii ndiyo dawa ya mchawi. Sio kukimbia kila mahali, sio kuhangaika, sio kuogopa. Ni kwanza kukaa ndani ya Kristo. Kukaa ndani ya Kristo ni kuishi maisha yanayounganishwa naye kila siku kwa toba, imani na mahusiano ya karibu. Unapokaa ndani yake, nguvu zako hazitokani na wewe bali kwa Yesu. Hapa ndipo ulinzi, amani na ushindi vinapatikana, maana aliye ndani yako ni mkuu kuliko adui yoyote. Pili, kuishi maisha ya utii. Utii ni kusikia neno la Mungu na kulitenda bila visingizio. Maisha ya utii humfurahisha Mungu na hujenga uzio wa kiroho unaokulinda. Utii hufungua baraka na hufunga milango ya adui kwa sababu Mungu humtetea yule anayemtii kwa moyo wote. Tatu, kujaza kinywa chako na neno. Kinywa chako kikiwa kimejaa neno la Mungu, hofu na uongo havipati nafasi. Kunena maandiko huamsha imani na kuvunja mashambulizi ya giza. Neno ni silaha ya kiroho yenye nguvu inayobadilisha mazingira, mawazo na hatima ya maisha ya mtu. Nne, kuomba bila kuchoka. Maombi ni pumzi ya roho. Kuomba bila kuchoka ni kudumisha mawasiliano ya karibu na Mungu kila wakati. Maombi huleta nguvu mpya, hekima na ulinzi hata wakati majibu yanachelewa maombi huendelea kufanya kazi kwa siri na kuleta ushindi kwa wakati wake. Tano, kuishi bila hofu. Kuishi bila hofu ni kuchagua kumwamini Mungu kuliko vitisho vya adui. Hofu humvyoofisha mtu, lakini imani humpa jasiri. Unapoishi bila hofu, unatambua kuwa Mungu yupo pamoja nawe, anakulinda na hakuna silaha yoyote itakayofanikiwa dhidi yako. Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu Nitaogopa nani? Zaburi 27 mstari wa kwanza. Kama uko ndani ya Kristo, lala usingizi wa amani. Kama hauko, leo ndiyo siku ya wokovu. Mpendwa mtazamaji, kama simulizi hii imekugusa, imekuimarisha, au imekupa tumaini jipya, usinyamaze. Subscribe sasa kwenye chaneli yetu ya simulizi za Biblia ili uendelee kupata neno la Mungu linalojenga imani, kuondoa hofu na kuleta mwanga katika maisha yako kila siku. Bonyeza like kama unachagua kuishi bila hofu na kumwamini Mungu zaidi ya jana. Share video hii kwa mtu mmoja unayemjua anahitaji tumaini leo. Tuandikie kwenye comments. Ni jambo gani kati ya haya matano limekugusa zaidi na kwa nini? Tunasoma kila comment. Tunaomba pamoja nawe na tunakuwa kama familia moja ya imani. Bila kusahau, washa notification bell ili usikose simulizi ijayo ya nguvu kutoka kwenye Biblia.